ya Moroko na nchi ya Tanzania. Basi ni mchezo ambao utakwenda kuikutanisha klabu ya soka ya RS Berkane kutokea katika nchi ya Moroko dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club kutokea katika ardhi ya Tanzania. Simba hii inakuwa ni fainali yao ya kwanza kushiriki michuano mikubwa ya kombe la shirikisho barani Afrika, lakini kwa upande wa klabu ya soka ya RS Berkane ni miongoni mwa klabu ambayo imekuwa na historia nzuri katika michoroi kwa sababu walishawahi kulitoa kombe hili la shirikisho barani Afrika, ambapo tunashuhudia wanakwenda kucheza fainali yao nyingine tena dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba ikumbukwe Sports Club, klabu ya soka ya RS Berkane ndiyo mabingwa wa ligi kuu nchini Morocco msimu huu, mara baada ya kuweza kuviangusha vilabu vikubwa kama Wydad Casablanca, Raja Casablanca. Kwa hiyo Simba anakwenda kukutana na mfupa mgumu ambapo ikumbukwe klabu ya soka ya RS Berkane wao katika hatua ya nusu fainali walikutana na klabu ya soka ya CS Constantine kutokea nchini Algeria, ambapo kwa upande wa mchezo huu klabu ya soka ya, ya RS Berkane, mechi ya mkondo wa kwanza walishinda mabao manne kwa sifuri, wakiwa nyumbani, lakini kwa upande mwingine mechi ya marejeano pale nchini Algeria, waliweza kufungwa bao moja kwa sifuri kwa hiyo klabu ya soka ya RS Berkane wamekenda hatua ya fainali mara baada ya kuiondosha CS Constantine kwa kuifunga mabao manne kwa moja, lakini mnyama Simba katika hatua ya nusu fainali yeye ya alikutana na Stellenbosch, ambapo kwa upande mwingine Simba mechi ya kwanza katika ardhi ya Tanzania alishinda bao moja kwa sifuri. lakini mechi ya ugenini Simba Sports Club waliweza kwenda kushikilia bomba na kuweza kutoa sare ya zero kwa zero, kwa Simba wakaweza kuweka historia kwenda hatua ya fainali michoano mikubwa ya kombe la shirikisho. Lakini head to head, klabu ya soka ya Simba na RS Berkane walishawahi kukutana katika msimu wa mwaka 2021 2022 katika hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo msimu tunashuhudia labu ya soka ya Simba Sports Club mechi ya kwanza waliicheza katika uwanja wa Benjamin Mkapa na kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi e, wa bao moja kwa sifuri, bao likifungwa na Papa Osman Sako na bao hilo liweza kutajwa bao bora la mwaka 2022. Kumbukwa, kwa upande mwingine mechi ya marejeano pale nchini Morocco Simba walifungwa mabao mawili kwa sifuri kwa hiyo tunashuhudia head to head, vilabu vimekutana mara mbili, Simba ameshinda mara moja huku Barekani naye pia akishinda mara moja. Kabla ya kuendelea mbali kama ni mshabiki wa Simba Sports Club, unaamini klabu ya soka ya Simba itakwenda kupeperusha bendera ya nchi ya Tanzania na kuweza kuleta ubingwa katika ardhi ya Tanzania. Like video yetu, alafu tuambie, kuelekea katika mchezo huu, unaiona klabu ya soka ya Simba ikienda kuibuka na ushindi wa magoli mangapi dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya RS Berkane? Sasa kuelekea katika mchezo wa fainali kati ya kikosi cha timu ya soka ya RS Berkane dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club, tunaona kupitia shirikisho linalosimamia mpira wa miguu barani Afrika CAF, wameweza kuibadilisha ratiba ya mchezo. Hapo awali, mchezo huu ulikuwa uchezwe majira ya saa kumi na moja kwa pale nchini Morocco, lakini kwa saa za Tanzania ni saa moja usiku. Hatimaye klabu ya soka ya RS Berkane wakaweza kuandika barua kunako shirikisho linalosimamia mpira wa miguu barani Afrika CAF wakiomba mchezo huo kuanza majira ya saa mbili usiku pale katika nchi ya Moroko, yaani siku ya Jumamosi ya tarehe kumi na saba mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano ambapo kwa nchi ya Tanzania itakuwa ni saa nne usiku. Hatimaye CAF wameweza kukubali ombi la klabu ya soka ya RS Berkane kucheza mchezo majira ya saa nne usiku kwa saa za Tanzania, lakini kwa pale Moroko ni saa mbili usiku mchezo. Mchezo huu utachezwa Jumamosi majira ya saa nne usiku kwa saa za nchi ya Tanzania, ambapo mnyama Simba atakuwa na kazi kubwa kuweza kupambana na klabu ya soka ya RS Berkane ambao kwa sasa wameukana kwa wa mwiba kweli kweli kunako ligi kuu ya nchini Moroko kwa kuweza kubeba ubingwa na kuweza kutinga hatua ya fainali michuano mikubwa ya kombe la shirikisho. Tuambie, kuelekea katika mchezo muda wa saa nne e, usiku kwa saa za nchi ya Tanzania, kwa upande wako wewe, unaiona Simba ikienda kuibuka na ushindi wa goli ngapi? Toa maoni katika comment, na tutakuja kuyasoma.